Karibuni katika tafakuri yetu ya rozari sala ya tafakari, na hii ni sehemu ya tisa au siku ya tisa katika mwezi wa kumi ambao ambayo ndio mwezi wa rozari. Ujumbe wetu wa leo unasema tusali rozari ili tuweze kuzibadili nia za Mungu. Katika tafakuri ya nyuma, tuliona Bikira Maria anatuhimiza sana tusali rozari. Sasa katika tafakuri hii tutatafakari ni nani mfaidikaji wa sala pale tunaposali. Labda tuanze kwa kuuliza hivi, tunasali kwa sababu mungu anahitaji sala zetu, au ni kwa sababu tunazihitaji sala zetu? Je, Mungu ana haja na sala zetu, au ni sisi tulio na haja na sala zetu? Jibu ni kuwa Mungu wetu hahitaji kubadilishwa na sala zetu, kwani Mungu habadiliki, hatabadilika na hawezi kubadilika. Hivyo basi, Mungu hahitaji sala zetu kumbadili kwani hana cha kubadilika, ni mkamilifu hasa. Tunasoma hivi katika Malaki, mimi ni mwenyezi Mungu, mimi sibadiliki. Malaki tatu sita. Watu wengi wanachukulia jambo hili kudai ya kuwa hakuna haja ya kusali, kwani hatuwezi kumbadili Mungu kwa sala zetu. wanasema ni kwa nini basi tunasali ili hali hatuwezi kubadili maamuzi ya Mungu, kwa kuwa Mungu habadiliki. Tatizo la mtazamo huu ni kuwa watu wanashindwa kutofautisha tabia ya Mungu na nia za Mungu. Tabia ya Mungu kamwe haibadiliki milele, lakini nia za Mungu hubadilika Tabia ya Mungu wetu na isiyobadilika ni hii: Mungu wetu ni upendo kamili, ni mwaminifu mkamilifu, mwenye huruma tele, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhila, neema na rehema. Mungu habadiliki katika tabia hii milele yote. Sasa basi Sala zetu haziwezi kumbadili Mungu, maana hana cha kubadilika, kwani yeye ni mkamilifu kabisa. Lakini Mungu ameturuhusu kwa makusudi kabisa kubadilisha nia zake kwa sala na dua zetu, ili kutubadili sisi. Tunahitaji mabadiliko ndani mwetu, ili tuweze kupambana na changamoto zetu, maumivu na mateso kwa neema na upendo. Vilevile vile, tunahitaji mabadiliko ndani mwetu ili tuweze kuwa karibu zaidi na kuungana na Mungu. Kinachotubadili ni sala, kwani tunaposali Mungu anasikiliza sala zetu na zinaweza kubadili nia ya Mungu ndivyo yeye anavyotaka iwe. Tunasoma hivi. Kama watu hao wangu wakijinyenyekesha, wakasali, wakanitafuta na kuacha njia zao mbaya, basi mimi nitawasikiliza kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuistawisha nchi yao Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya saba mstari wa kumi na nne. Vilevile vile tunasoma katika kitabu cha nabii Yona hivi: kwa hiyo Yona akaomba Mwenyezi Mungu, je, hayo si mambo yale yale niliyowaza utayafanya nilipokuwa nyumbani? Ndiyo maana nilifanya haraka kukimbilia Tarshishi. Nilijua kwamba wewe uu Mungu wa upendo na huruma hukasiriki upesi, daima umwema mwema na utayari tayari kubadili nia yako wakati wowote ili usiadhibu. Yona nne mstari wa pili. Abrahamu alitambua siri hii ya kubadili nia za Mungu kwa sala ndio maana katika Mwanzo 18 mstari wa 16 mpaka wa 33, Abrahamu alisimama mbele za Mungu kwa sala akiiombea Sodoma na Gomora. Musa naye aliitambua siri hii kama tunavyosoma katika Kutoka 32 mstari wa tisa mpaka wa kumi, jinsi alivyosali kuwaombea Waisraeli waepushwe na ghadhabu ya Mungu. Na Mungu alibadili nia yake kwa sababu Musa alisali. Mfalme Hezekia aliitambua siri hii pia, alisali akabadili nia za Mungu za wakati wa kufa kwake, akaongezewa miaka kumi na tano zaidi. Wafalme wa pili sura ya 20, mstari wa kwanza, mpaka wa sita. Mungu anatutaka sisi nasi tuitambue siri hii, ndiyo maana anatutaka tusali. Yesu alisali mara nyingi, hasa wakati wa usiku au asubuhi sana, na alitufundisha jinsi ya kusali na hii sio kwa sababu sala zetu zinamfaidisha Mungu bali zinatunufaisha sisi wenyewe. Kumbe hatusali rozari kwa hasara au kwa kupoteza muda, tunasali kubadili nia za Mungu. Hatuwezi kumlazimisha Mungu afanye vile tunavyotaka, bali mapenzi yake yatimie kama alivyo turuhusu kubadili nia zake kwa sala, kwa hiari yake mwenyewe. Halazimishwi vilevile kutekeleza vile kile tunachomwomba. Kwa hivyo, ni makosa sana pale tunaposali na tunapokosa kile tunachokitaka, tunaanza kumnung'unikia Mungu. Tumwache yeye, ili mapenzi yake yatimie. Hezekiya hakudai kuongezewa miaka kumi na tano. Alisali na alifanikiwa kuibadili nia ya Mungu, tena kwa sala, naye Mungu kwa mapenzi yake akamgea miaka kumi na tano ya ziada ya kuishi kwa mapenzi yake mwenyewe. Asanteni.